Najua nimekukosea sana lakini naomba unisamehe. Hakika nimetambua makosa yangu, nilikunyanyasa sana. Nisamehe mwanangu, mwana. Haitojirudia tena sawa. Mama, mimi nimekusamehe, lakini pia naomba nami nisamehe makosa yangu yote niliyokukosea. Hapana binti yangu, wala hujanikosea chochote zna mimi ndo ambaye nilikuwa nikikukosea. Naomba tu nisamehe binti yangu. We hauna makosa kabisa. Ila nimetambua makosa yangu. Wapi nilijikwaa? Naomba unisamehe. Halo Ifi. Halo. Vipi hali yako, Ifi, ukipenzi? Safi, Mungu mwema, mimi niko poa. Kaka je anaendeleaje? Hata yeye iko sawa, Mungu mwema. Maana nilikuwa napiga naye story, hapana naona afya yake nasikii kuimarika. Samani Ifi, sikwambia mapema. Ila leo ndio siku ambayo inatakiwa twende kwa mganga ili tukamshukuru kwa kazi yake nzuri. Maana asubuhi ya leo ndio ametoka huko kwenye safari yake, ametoka kuikomboa nafsi ya kaka. Ndio maana tunaona matukio mazuri kama hivyo unavyosema ifyangu. Je, sasa nije? Ndio, njoo. kwani mimi na mama tayari tumeshajiandaa, ndo tuku hapa tunataka kuelekea huko. Haya, basi nakuja sasa hivi ifyangu. Samani mlongo hapa, nataka niende kwa mama mimi mama na wifi tunaenda kwa yule mganga ambaye ndio alitusaidia kukutibia wewe. Hakuwepo, kwa hiyo amerudi. Tunataka tukampe shukurani, kwa sababu afya yako mwenyewe sasa hivi unaiona inazidi kuimarika vizuri. Nimependa sana upendo wenu kati yako wewe na mama, naonesha kwamba mko pamoja nami. Ukienda mwambie mama sasa hivi niko safi, hata huyo mganga chochote anachokihitaji Mpeni chochote kile anachokitaka mpeni, ila kuna swali nataka nikuulize, mke wangu. Nadhani Biblia unaijua vizuri sana, unaifahamu vizuri historia ya mwanamke sana ni? Yeah, naifahamu. Hebu nipe kidogo. <laughs> Biblia inasema Sara alikuwa ni mke wa Ibrahimu, lakini katika ndoa yao walichelewa sana kupata mtoto, kwa ajili ya uvumilivu wa Sara alikuja kupata mtoto uzeeni. Zena binti yangu, kuna kitu nikuwa nataka nikuulize. Hivi zile hati za hizi mali ambazo umeandikwa wewe unazijua zilipo mwanangu? Mama, Kiukweli sijui chochote kile kinachohusiana na ati ah. Yaani, sina maana mbaya, kwa sababu unajua zile uwe mtoto umri wako bado yani, ukiziweka vibaya zinaweza zikaliwa na panya hmm? Lakini pia unaweza ukasahau Unajua wewe una mambo mengi shuleni, uko masomo. Vitu vingi vinaweza vikawa vinakuchanganya mwanangu, ukasahau ulipoziweka. Na vile ni vitu vya muhimu kabisa. Na ndio maana nilikuwa nakuuliza, ili kama unazo unipe nizitunze. Na najua zinaweza zikawa zijaikawa na lamination, zikanishiwa na mvua, ukaziweka vibaya, zikamwagikiwa maji. Ili niende ta stationery kaziwekea lamination, nizitunze vizuri ili utakapokuwa tu umekuwa mkubwa unajitambua zena kawa binti, mimi nitakukabidhi. Mama nizatusi eh. Kweli huna au naogopa? Usiogope, mimi nimeshakwambia, yaliyopita tu ya sahau eh. Wewe ni mtoto na mimi ni mama. Lete mwanangu nizihifadhi. Asante Mungu kwa kunipa mwanamke mwerevu. Na unaifahamu hadithi ya Nuhu? yeah, naifahamu hmm. Unipe kidogo hmm, historia ya Nuhu pia. Biblia inasema Nuhu alitumwa na Mungu kwamba waambie binadamu watengeneze safina. Nuhu peke yake alikuwa hawezi Aliwaambia binadamu kwamba tutengeneze safina, lakini binadamu hawakusimama pamoja naye, akarudi kwa Mungu. Mungu, binadamu uliniagiza nitengeneze nao safina, hawako tayari kutengeneza safina. Mungu akamwambia itabidi upambane wewe mwenyewe ili utengeneze hiyo safina. Nuhu akatengeneza safina yeye peke yake, na safina ikasimama. Safina ile ilikuwa ni kubwa sana kwa Nuhu, akarudi tena kwa Mungu Mungu, safina hii ni kubwa sana siwezi kuishi peke yangu. Mungu akamwambia ita kila mnyama aingie kwenye hiyo safina, wawe saba saba, kama tembo saba, chui saba, simba saba. Basi wakaingia kwenye ile safina. Walipoingia kwenye ile safina, basi ilifungwa na Mungu nje mki na kufuli, likashuka gharika. Shuka galika Mungu alinua koki, wale binadamu ambao walikuwa na mzalao, mwakarudi kwenye ile safina mlangoni. Nuhu, tufungulie safina! Nuhu, tufungulie safina! Nuhu akajibu, jamani, hiyo safina mnayoiona nimeijenga lakini sijaifunga mimi kwa hiyo siwezi kuifungua, na hiyo ndio historia ya Nuhu. Mmm, safi sana. Namshukuru Mungu kwa kunipa mke mwema, ambayo unaijua vizuri sana dini sasa kila kitu cha kale kilichoumbwa na Mungu kina maana. Wazazi wako hawajakosea kukupa jina Sara, lakini sio Sara yule kwenye Biblia. Sitamani upate mtoto uzeeni kipindi hiki ambako uko busy sana na waganga, basi kingekuwa kipindi ambacho tunatafuta mtoto kwa uhudi na uvumba na kitu kingine, ndio maana Mungu aliamua kuangamiza binadamu wote, lakini aliwapa heshima wanyama. Historia ya Nuhu ina maana kubwa sana. Wanadamu hawakuamini kwamba Mungu yupo, walikuwa waamini kabisa, lakini wanadamu hao hao hawakumwamini Nuhu kuwa ana maono. Watu wengi wakaona Nuhu ni tapeli, ni mwongo mwenda wazimu. Kwa hiyo katika hii dunia Mungu ndio anachagua watu wake wa kuwapa tunu. Mimi mke wangu kwa sasa ni mzima, kwa hiyo hata ukienda mshukuru sana mama kwa kunihangaikia, lakini nawaambia mkienda kwa huyo mganga mumwongeze zawadi kwa sababu kaniponya. Chochote anachotaka basi mpeni. Sawa mke wangu, haya nenda kajiandaye. Kweli. Yeah, okay. Mm. Katika vitu ambavyo nimemkosea Mungu ni kuishi kwenye familia ya watu wasiowaelewa. Mungu nisaidie. Zena! Wow. <laughs> Oh. Mm -hmm. Mara hapa, binti yangu mzima, endelea vizuri kabisa. Mbona umefurahi? Yaani, baba, nilikukumbuka sana. Hey. Mm -hmm. Jamani, mwanangu, hata mimi nilikukumbuka sana. Zena zawadi umeletea naanzaji kuaca sasa. <laughs> Nimekubebea <laughs> ua kila kitu sawa, baba? Asante mama. koekwape Mama yupo ndani? Oh.

Ndiyo mama, hapa ndo tunakusubiri wewe tu mama, <laughs> Shikamo mama. Marhaba mwanangu. Jambo? Mimi sijambo, jambo, tuko njema kabisa. Vipi mwanangu tano wa jambo kweli? Yuko salama kabisa, hakuna badiliko lolote mama, hakuna shida hata moja. Basi tuendeni. <laughs> Karibu nyumbani mume wangu. Vipi na nyinyi hapa, mmeshindaje? Ah, sisi tuko salama, si eti zana ndio mama, si tuko poa kabisa. Sijui wewe uko tokako, ah, uko kwema? Alhamdulillah, kazi imemaliza nimerudi kwenye mji wangu. Hata sisi tumefurahi kukuona nyumbani. Basi acha mimi nikakuandalie maji mume wangu na chakula ule, ukishapumzika nadhani tutaongea vizuri. Haina shida mke wangu Zena. Mimi niko ndani. Mwanangu sawa. Mama Zena, em, njoo mwanangu. Karibuni. Karibuni sana. Nilijua ujio wenu mapema sana, kama mtakuja. Asante <laughs> mganga, sisi kuja yetu ya leo hatuna tatizo hata kidogo, isipokuwa tumekuja kukushukuru. Tumekuja kutoa shukurani zetu kwako. Sisi nani wakushindwa kukupa wewe shukurani mganga? kicheko maana tangia utoe zile dawa zako na masharti yako basi tulivyoyafuata. hmm. Yaani, mwanangu hajaongea peke yake mpaka leo, wala kule kukimbia kimbia. Yaani iko tuli. Kwa hiyo ndo sisi tumekuja kutoa shukurani kwako mganga ngalombo. <laughs> Ngalombo, ngalombo ngalombo, ngalombo, ngangolo, ngalombo, ngalombo, ngalombo. watu lazima mambo yatacheka. mimi <laughs> uh, ndo mganga kicheko. Nikiamua mambo yacheke, wapinzani aibu ya na machozi <laughs> lakini hakikisheni ukaribu wake na kizigo unakwisha, unakwisha kabisa. Vilevile vile inatakiwa tufanye tambiko la ulinzi ili kama akitumiwa kimbora isiwe vyepesi kumpata. <laughs> Lakini sio lazima, kama amtokuwa na haja mtaniambia. <laughs> Ah, mganga, sio lazima? Kivipi tena, kitu gani tusitake kwako eh? Nini utuambie wewe, sisi tupinge? Hakuna cha kupinga tena, hilo hakuna tatizo, limeisha kabisa. Hapa unaponiona nataka kwenda kuuza mashamba yangu, ili mradi tu mwanangu awe salamani, yani apone kabisa. Na vile vile mashamba, ng'ombe zile zote za ulisi, mimi niko radhi kuziuza, ili mradi mwanangu awe kama wenzake, yani awe kama mwanzo. Oho, iko sasa hapa. Inatakiwa nyama ya ngamia kilo mbili <laughs> na mchele supa kilo tatu e, na shilingi elfu kumi na tano kwa ajili ya mafuta ya upako lakini sio yale ya mwamposa, ni mafuta kutoka vidom Nigeria uh -oh. Kwa kina Davido na kina Rema <laughs> Zena, binti yangu leo ni siku ya shule lakini uko nyumbani hapa hivi kwa nini unafanya mzaa sana kuhusiana na elimu yako ha? haujui kwamba elimu ndio msingi wako wa maisha elimu ndio msingi wako wa maisha yako leo na kesho kwa nini hautaki kulizingatia hilo Unafikiri je kama haujasoma wewe, mali zangu nani ambaye atakuja kusimamia hapo ha? Kwa sababu hii ni dunia, kuna leo na kesho, naweza nikaondoka mimi hapa, inakuajip Nisikilize binti yangu, nakusihi sana, wacha mchezo kabisa kuhusiana na swala la elimu. Tumia muda wako huu effectively kwa ajili ya kusoma tu, sawa? au nikuulize swali mwanangu, hivi mama yako mdogo anakunyanyasa kiasi kwamba mpaka unashindwa kwenda shule? Hapana baba, mamdogo wala nitesi, ila mamdogo ni mtu ambaye siku zote ananifundisha jinsi ya kuja kuishi maisha yangu wa baadaye. Oh, sawa hakuna shida, lakini unasikia mama, zingatia sana kuswali, sawa? na ikitokea kuna obstacle yoyote kwenye swala la elimu niambie, nitakava. Sawa? Ndio, baba. Basi sawa binti yangu. Wow. Niacha nikajimwagia maji kidogo, maana nimechoshwa na uchovu wa safari. Take care. Binadamu afadhiliki kitano, unaweza ukamfadhili mtu kwa upendo, lakini akakutendea ubaya. Mimi sikufa kwa uzu wa mapenzi wala sikufa kwa presha, bali mke mwenzangu ndiye aliniua, na huyo huyo ndiye anamtesa mtoto wangu. Leo nitakusimulia sehemu nilipomtoa, alafu ulinganishe na zawadi aliyekuja kunizawadia. Mm -hmm. Ikawaje? Nilikuwa natembea barabarani Shika dada, dada, dada vipi? Mboo umelala hapa umwewe barbarani, ujue una shida gani? ebu eh? E, amka basi, amka kwanza, amka

sijani kwani unaishi wapi? Mimi ni mgeni kwenye hili jiji. Na wiki mbili toka nifike kwenye hili jiji, nilipofika nilifanikiwa kupata sehemu ya kulala, nikaamini nitafanikiwa kupata kazi ambayo itanifanya niweze kuishi kula tangu siku ya sita sasa sijala. Pole sana, pole sana, usijali. Anyenyuka, twende nyenyuka, twende. Saidi basi.